Mimi nimekuja huku Naivasha. mm -hmm. Nimeletwa Nyandarwa na... Kinango. mm -hmm. Tuseme situseme. mm -hmm. Oh. Na hey, ni Naivasha, Naivasha ni Nyandarwa. Nimepata huku, mashamba zenyu ni mzuri mzuri kama za Western. Mm -hmm. Na wewe ni Mkikuyu. mm -hmm. Naona umejitunza, umekaa miaka mingi. Mungu amekulinda sana kumaanisha hata watoto wako watakaa miaka mingi. Eh, sasa, tusema hizi shamba zilitokea na wapi ndio mkaweza kuzipata ama mlinunua hizi? Ah, shamba e. Eh, miaka ya sitini e. ilikuwa ya wazungu wa Uingereza. eh e. Sasa wakati Kenyatta alikuwa president. Kenyatta eh, alikuwa president hizo wakati. Eh, uh -huh. Akasema uhuru ulipopatikana 1963. Eh. Uh -huh. Akasema hizi mashamba za wazungu uh -huh. zichukuliwe na Waafrika. Haya, president alisema eh kabisa. <laughs> na hao wazungu Waingereza. Eh. Britain uh -huh. uh -huh. England Eh. Uh -huh. Walipoenda kwao uh -huh. wakaandikia serikali barua wazungu, Waka... vile walienda Britain. Hmm. wakaandikia serikali ya kwao ya ya huku ya huku Kenya. Kenya. uh -huh. wakaandikia Kenyatta uh -huh. wakasema, hizi mashamba hata kama zilikuwa za Waafrika uh -huh. tumefanya maendeleo, aya, na hiyo maendeleo lazima tulipwe, tulipwe kama wazungu, kama wazungu uh -huh. okay. Eh, kila mtu mwenye shamba mm, alikuwa anapewa ng'ombe mbili za gredi eh, lakini si ng'ombe kabisa litushao oh, nikulea oh, unalea. Sasa ndio alikuwa anapeani hizo ng'ombe serikali ya Kenya ama ya wazungu ya Kenya Kenya ata mwenyewe uh -huh. ili u ile maziwa utakamua kuna uh -huh. kiwango ile utapeleka kwa serikali ndio hisabiwa eh, ya kulipa wale wale wazungu. Kenyatta alikuwa na akili mm. Kenyatta jameni, sufufuke sasa <laughs> watu wa ukalipa deni na hiyo maziwa unakamua ukalipa deni uh-huh. Sasa bidii yako ndio ilifanyanga wachili, wachiliwe, wewe hauna deni kama vile uko na deni kwa bank, so, unakuwa huru sasa. Share inaanza kuwa ya kwa yako, kama ndio hiyo tunalipa deni kalipa deni, deni ayo. Ukamaliza sasa, shamba ikarudi kwade Ma kwa mama yetuahi ni inaitango naitango, si skimu ilikuwa ya wazee ili hili uposesi mazia yako unalipa deni unalipa deni ukimaliza, ndio unachukua kwa serikali. Haikuwa vizuri sasa, huku uzua na serikali, lakini wazungu walisema development. Alafu wazungu walipwa na hiyo ilikuwa e, mzuri Hivi aje kama Lodi Dalamea eh, walishindana na na mwingine alikuwa Nairobi, na, na si mimi, sijui alikuwa anafanya nini Lodi Dalamea hapa eh. si ako pale kwa msitu hey. Kutoka hmm. Onanga mkiendaaya mzungu naye Nairobi sijui alikuanga nani huyo akasema ataenda kwa reli huyo wa Nairobi hmm. Awekelee pesa juu ya reli hey. Naye Lodi Daramea hey. Alimwanga maziwa yake kwa reli hey. hey. ya hey. hey. eemk aishambaaa kwa hivyo alizinyakua ile miaka ya kitambo, alirudisha mashamba kwa wafika baada ya kupata uhuru

Asante kwa hiyo story, asante nimeshukuru. Na Kenya ujwange, Kenya ilitoka wapi? Asante asante. Hii stori najua itasikia watu wote, wa Kenya waelewe bali Kenya ilitoka